Nyama 5D mnyama Mark 3 safi kabisa leo, okay. Uh, nataka tuongee kitu kimoja, k okay. Ni vizuri sana kuwa na mahusiano ya karibu sana na wateja wako ukawatriti vizuri ukaenda okay, nao vizuri, ni kitu kizuri sana sana, lakini uh, kumekuwa na kama ka kitu fulani ambacho watu wengi wanasema kwamba photographer uh, wanakuwa manipulated na clients wao, mpaka inafikia kipindi labda unakuta unalala nao, labda anataka. Nikwambie kitu kimoja, sometimes inaweza ikawa wewe mwenyewe kama photographer ndio mlango ambao naruhusu wale watu kuingia kwako. Mimi nafikiri ukifanya kazi yako smart, ukawa na wewe smart, ukaongea na wateja wako smart, ukakataa mazoea ya kipumbavupumbavu ya kijingajinga kwenye kazi yako, nafikiri hata clients wako watakuheshimu na watakupenda, na utafanya kazi zako katika hali ya ubora mzuri. Kulala na clients ni either wewe photographer mwenyewe umekubali kufanya hicho kitu na hata kama client alihitaji , bado wewe unabaki kuwa na power ya kukubali ama kukataa. Lakini tusiseme ya kwamba clients wengi wanapenda kuanzisha mahusiano na photographers, hiyo mimi nafikiria iko sawa.